Cheche za siasa kuhusu madai ya njama ya kuiba kura zilishamiri eneo bunge la Malava katika siku ya mwisho ya kampeni za uchaguzi mdogo wa eneo hilo. Viongozi wa upinzani na wale wa serikali wakiendesha kampeni za mwisho katika juhudi za kuwapigia debe wagombea wanaoungwa mkono. Siku ya mwisho ya kampeni za uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Malava, kaunti ya Kakamega baada ya kupimana nguvu kwa miezi miwili katika kampeni za kutoa na jasho, washawishi wananchi kwa siku ya mwisho. Upinzani na serikali walishindana kuuza sera, kila mrengo ukivuta upande wao na mapema. Yes, ndani ya serikali yes, na kiongozi wao ni David yes. Dakwa, hebu Dakwa. Tuseme Ndakwa, Dakwa, Dakwa. Dakwa. Hebu tuseme hivyo ndio, ndakwa amalize ile miradi Mheshimiwa Malulu Njendi alikuwa amea ameanza, lakini wale wengine wakija hapa ni mdomo tu. Nao wenzao wa upinzani wakiendesha kampeni zao maeneo ya Malichi na Mate wakidai njama ya wizi wa kura, huku wakiitaka IBC kuwajibika katika kusimamia uchaguzi wa kweli na haki The new chairman wa IBI, I, IBC, kwamba hii ni test case kuhakikisha kwamba unafanya kura vizuri, ili tukuwe na confidence na faith kwako kwamba ikifika 2027 utaangalia kura vizuri ama namna gani? Mheshimiwa Mudavadi miaka 40 waziri, na kama hii miaka yote sabini hamjahai tuonyesha mtoto ambaye anaitwa maendeleo. Wapigaji kura wa Luhya hawana makosa kujaribu bibi mwingine mwenye anaweza zaa maendeleo. Kinyang'anyiro cha eneo bunge la Malava kinaibuka kuwa cha kubaini ubabe wa kisiasa kati ya upinzani na serikali. Seth Panyako wa DAPK na David Ndakwa wa chama cha UDA wakimenyana kwa ukaribu huku kukiwa na wagombea wengine watano katika kinyang'anyiro hicho. Melita, Uletenges, runinga ya Citizen.